Habari, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumeandalea video ambayo tunakwenda kukutaarifu nafasi mpya za kazi zilizotangazwa na Wizara ya Afya kutoka Zanzibar, hivyo usisahau kusubscribe, share na comment kwa kwanza, endapo tutafanya update ya video nyingine zenye fursa mbalimbali. Sasa kupata uh, ajira hizi ama fursa hizi kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, utakwenda katika browser yako uta type poto.zanajira.go.tz. Baada ya hapo, uta search moja kwa moja itakupeleka katika website ya mapoto inayotangaza nafasi mbalimbali za ajira kutoka Zanzibar, kama tunavyoona. Uh, tumeingia katika poto ya Zanajira na hapa tunaona nafasi mpya zilizotangazwa hivi karibuni ambazo zinatakiwa kuombwa kabla ya no, Novemba tatu. Kwa hiyo, baada ya tarehe hii dirisha la maombi litafungwa. Kama tunavyoona hapa kuna nafasi mbalimbali, mfano nafasi ya kwanza ni afisa takwimu za afya msaidizi daraja la tatu, Pemba, nafasi ziko mbili. Lakini fundi sanifu vifaa tiba, tunaona hapo kuna nafasi moja. Mtaalamu bingwa wa ushauri nasaha nasaha daraja la kwanza nafasi mbili. Afisa bora ubora wa wafanyakazi daraja la pili nafasi moja, na tunaona pia afisa utawala daraja la pili nafasi moja, mtunza ghala daraja la tatu nafasi mbili. Kama tunavyoona hapa, kuna nafasi nyingi ambazo zinapaswa kuombwa mapema tu. Tangazo hili ilitoka tarehe ishirini na moja lakini zipo nafasi ambazo zilitangazwa tarehe ishirini. Sasa ukitaka kuona maelezo zaidi kuhusu nafasi mojawapo ambayo inafanana na sifa ama taaluma yapo, tuchukulie mfano ni mfamasia, utabonyeza hapa chini more details. utakapofika hapa utakwenda kusoma details zinazohusu hii nafasi ambayo imetangazwa. Uh, tunaona hapa mwajiri ni Wizara ya Afya, lakini tunaona pia application timeline, ni kwamba tangazo limetoka tarehe 20 na mwisho wa maombi ni tarehe tatu. Utaenda kuangalia majukumu, kama tunavyoona hapa. Pia utaenda kuangalia sifa ya mwombaji ama qualification. Utaenda kuangalia na hapo ameweka sifa kwamba awe ni Mzanzibari mwenye umri usiozidi miaka 46, awe amehitimu shahada ya kwanza ya famasia kutoka chuo kinachotambulika na, na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo ndio sifa kwa muombaji wa nafasi ya famasia. Lakini kama una sifa hizi, utabonyeza hapa katika click to apply, ili kuweza kuomba nafasi ya kazi. Lakini kumbuka kwamba portal hii haina utofauti sana na ile ya ajira portal inayotumika Tanzania bara. Kwa hiyo utakuwa na username yako na pia utakuwa na password. Kwa hiyo utakapobonyeza pale click to apply, basi unapaswa ku login katika account yako. Kama huna account, utakuja hapa kulipo andikwa register, utakwenda kujisajili kwa kuingiza email yako na password ambayo utataka kuitumia, utaithibitisha, utajiregister. Baada ya hapo, utafuata mwongozo ambao utapokea ujumbe katika email yako wa kutaka u-activate account, kisha utakuja ku log in baada ya kulogin kwa kuwa ni mara yako ya kwanza, utajaza taarifa zako za elimu, mambo mengine yatafuata na utapata sifa ya kuomba nafasi hizi. Nikukumbushe tena, usisahau kusubscribe, kwani mwisho wa video hii utakuwa ni mwanzo wa video kama hii ambayo tutakuonyesha jinsi gani unaweza kujisajili katika hii poto ya Zanajira.